Wausikapipalalami sasa naondoka, mwambie binti yako umalaya. Kwao wetu hakuna umalaya. We mdada, umetumwa na, aliokutuma mwambie ameshashindwa, kaongeze mwingine wenda kurusha mandonga yo, unanijua vizuri, unanijuao nitakufumua. Aliokwagiza mwambie hautosi kwenda

Samahani dada, huyo nimekuja naye na lengo la kuja naye ni kutaka kukuomba radhi kutokana na matatizo yenu yote yale yalikutokea hapo nyuma. Unajua huyu ni binadamu na kukosea ni kitu ambacho kipo kwa mwanadamu, kwa hiyo dada yangu ningekuomba umsamee, na lengo la kunichukua mimi nije kuzungumza na wewe kama mwanamke mwenzangu, hebu msamee mwenzio, mwendelee kama zamani. Hivi? Ungekuwa wewe ungemsamehe kila silaisi eh? Au kwaje kukuta wewe huyu mbwa, unajua mambo mangapi amenifanyia? Au wewe uelewi? Kiufupi, nilishapa toka nikiwa mdogo, niliapa sitakuja kumsamehe mwanaume yoyote atakayeinua mkono wake na kunipiga. Hicho ndicho alichofanya shemeji yako, tena sio kunipiga tu, kanisababishia mpaka ujazito wangu kutoka kitu ambacho kinanifanya mpaka niwe na hasira, natamani hata kumlarua. Sema tu nashindwa, sina uwezo huo. Sasa nikwambie tu dada wangu, sio kuja naye wewe tu, hata angekuja na malaika Gabrieli. Msamao usingetoka hapa. Kama hicho ndio kilichowaleta, nyanyueni mabaliga zenu, mchukue shemeji yako na muondoke, sitaki kuwaona. Seti mke wangu, naomba unisamehe, nimelitambua kosa langu, na ndio maana natumia kila njia

Aa, nimekuita hapa pembeni, kuna jambo natamani kukwambia. Samahani kama nitaenda kinyume na unavyofikiria wewe, na ndio maana nimeamua kutanguliza samahani. Kuna simu Toka mjini ya mjomba Shadafa amenipigia, ameniambia kwamba kuna kazi amenitafutia ili niende nikafanya. Kwa kuwa kwa hali yetu hapa nyumbani na uduni wa maisha yetu, nikaamua kujitoa kwa hali na mali ili kwenda kupambana. Nikaamua kukuita pembeni hapa ili kukwambia, usichukie, niache nikafanye kazi, kwa maana nakupenda sana mpenzi wangu ili tupate maisha mazuri na sisi tuwe wafahari kama hao waliokuwa wana ufahari. Kwa hiyo naomba unipe ruksa, na kwa moyo mmoja nikaifanye hiyo kazi, ili nikutunze, Makoa mpenzi wangu. Unawezaje kwenda mjini na kuniacha hapa kijijini peke yangu? Unahisi wana kijiji watanitazamaje mimi utaponiacha hapa kijijini? Makoa, kumbuka Faida ni wa Makoa. Makoa ni wa Faiza, nakupenda sana Makoa, tambua hilo, na siwezi kuishi mbali na wewe. Basi kama kuna uwezekano, naomba twende wote huko mjini. Nimekuelewa Faiza, mchumba wangu. Ah, lakini kama unavyojua, mimi naenda mjini, mjomba Shedafa ndo akanipigia yeye simu. unajua Ukishatoka hapa mpaka mjini, hujui kule unafikajefikaje. Sawa, halafu isitoshe nikishafika kule mjini nitakuwa chini ya utawala wa mjomba, kwa maana sijajua mjomba ameniandaje. Anikikuta maandalizi mazuri, sinto sita kukupigia simu na wewe ukaja. Ila niache kwanza, nitangulie ili nikaangalie mazingira Sawa Makoa, nimekuelewa, ila ninaomba moja tu kwako. Nambo sinisaiti na mwanamke yote yule mwingine, tambua nakupenda Makoa. Hapa kijini kwetu sijampenda mvulana mwingine yeyote zaidi yako Makoa. Najua mpenzi wangu unanipenda, na mimi nakupenda. Kutokana na maisha yetu duni, wacha mimi nikaangaike Makoa. Sawa. Naomba usihuzuniki sana kwa sababu hata mimi pia ndo chaguo langu. Nakupenda, Makoa. Na mimi nakupenda, na pia moyo umechoka kwa tamaa, tamaa ni moja tu, alijue moyoni mwangu yuko yeye aazidiwaaicho mapenzi lake isina changanyikiwa. Mwambieni Sabla, bwana. Alikuwa na kutafuta kwenye simu karibu siku tatu nzima sikupati. ulikuwa na matatizo gani? simu yangu ilikuwa mbovu kidogo, kwa nikashindwa kutafuta namba ya kukutafuta na kukupa taarifa saa na taarifa njema kwako. <laughs> mke mwenzako ulewa nyumbani amesafiri, kaenda kumuona mamake mdogo huko kijijini kwao. Kwa sasa hivi nafasi iko wazi, una uwanja mpana sana kuweza kukata utepe. Nipo kwa ajili yako, Sabra, nakupenda sana na ningependa tuweze kuitumia fursa hii kuelekea kule kwenye uwanja wetu wa mauaji kwa dugu gesti. <laughs> maana nimekumisi, nimefurahi sana. Nilikuwa nasubiri kwa hamu sana hii siku itokee, hatimaye imetokea kweli. Sabra, najua <laughs> yani wee ndio mwanamke pekee ambayo uliweza kujaa katika moyo wangu na umeuteka vizuri sana, na ndio maana ilikuwa rahisi sana mekumruhusu ule mwanamke aweze kwenda kwao kwa sababu nafasi yake ni ndogo Nahisi atakaporudi atakuwa ametubana sana, kwa hiyo ni rahisi tujiachie sana katika wakati huu, ili akija akute mambo yote ameshaisha. Sawa, uje basi ukiwa umependeza. Si unajua mi napenda sana kuona ukiwa umenyoa ndevu zako, umependeza tanashati kidogo, uvutevutie. Angalau ntajiandaa, kwa sababu najua hii ni mechi muhimu. Ya, yeah, sitotaka nikuangushe. Mwanangu walini tena hmm. Mama mimi nina muda mrefu hapa, nakaribia wiki nipo hapa, na hata hivyo muda wangu wa kuondoka ulishafika. Nilikuwa nakusubiria wewe tu mama wangu, nikuone nikusalimie, ili niondoke kwangu, na awamu hii naondoka na mdogo wangu ana hmm. Mtaniache mpweke sana jamani. Amna mama, tutakuwa tunakuja kukutembelea ila kwa sasa nimeona nimchukue mdogo wangu, kwa sababu kule kuna vishughuli vidogo vidogo anaweza akafanya, pia akakusaidia hata wewe huko. Haya mwana, nitafanyaje? Mtu na ndugue. Haya, karibu mama yetu. Haya, asante Mbona kama umekimbizwa huko ulipotoka? Acha tu Melisa, ni matatizo ya nyumbani kwangu. Yaani mume wangu ni anagubu gubu, hatari, mpaka nimeshindwa kuvumilia gubu lake, na hivyo unavyoniona ninaelekea kijijini kwetu. Kwa hiyo mdogo wangu, mume wako amekuruhusu kweli weni kijijini kwenu? Hapana, hajaniruhusu na hapa hayupo nyumbani, nimemtoroka tu, na hapa unavyoniona Ndo maana niko hai, hai naangalia kulia na kushoto asija akaniona. Kiukweli dada yangu, bora nirudi nyumbani nikapumzike, maana yule bwana hana hata jema. Hapana mdogo wangu, kama mawazo yako ni ya kutoroka usifanye hivyo, manake baadae unaweza ukaja ukajutia. Ni bora urudi nyumbani umsubiri mumeo akirudi, ndo umuage kwamba unataka uondoke nyumbani kwenu mara moja alafu wewe ndio uondoke moja kwa moja sawa? Dada, mi wazo lako nimelielewa, na isingekuwa kama wewe, saizi ningesha kuwa nimefika stendi nishapanda gari. Haya, kama umenielewa, naomba turudi nyumbani sawa? Sijakosea kuja kwako, maana wewe ni mtu mzima, unaweza ukanishauri kitu. Kiukweli mimi kuna binti nilikuwa nampenda sana, tena sana, lakini kuna mambo fulani yametokea hapa kati. Yule binti ameolewa, lakini kwa upelelezi wangu, jinsi nilivyopeleleza, haja aenda kijiji cha mbali ni hivi hivi vijiji vyetu vya karibu. Sasa nikaona kwa sababu wewe ni mtu wa busala, nimekuja ili uweze kunishauri nitawezaje kumrudisha huyu mtu maana ame, ameziteka sana hisia zangu, kiukweli nampenda sana. kijana wangu, kwanza ni kushukuru kwa kuniona mimi nafaa kukushauri. Umechukua hatua nzuri sana, tuone kwambie hujakosea. Karibu sana lakini kupitia hili swala lako, mi nimekusikiza vizuri sana kijana wangu, ila nachokiona hapa kwamba umechelewa. Maana mpaka inafikia hatua kweli, kuna binti unasema unampenda, lakini umemwacha mpaka ameolewa, umechelewa sana. Sio wewe kuchelewa tu, ila inaonekana hata huyo binti hakupendi, na ndo maana amechukua maamuzi mpaka hatua ya kuolewa. Si umenielewa kijana wangu? Hembo, mimi nikushauri, huu muda ulionao sio muda tena wa kuwaza mapenzi. Una nafasi kubwa sana ya kufanya shughuli zako. Kama una uwezo, chukua ajembe kalime, aidha kama ni mcheza mpira, basi kajitahidi kucheza hata mpira. Hebu jichanganye na vijana wenzio, ili tu kuashiria kwamba ane kukupoteza ile mawazo. Umenielewa? <sighs> Mimi nimekuelewa ila, kiukweli mzee wangu yule binti kumtoa kwenye akili yangu siwezi, kiukweli Zoena ameniteka sana, yani sana, nashindwa hata kuelezea. Ila mimi nimekuelewa na nimeuelewa pia ushauri wako ntaenda kuufanyia kazi, lakini pia kuna binti mwingine mjomba, u binti ananisumbua sana yani, imefikia hatua mpaka akwenda kumlubuni shangazi, ili aje kunishawishi mimi niweze kuwa naye lakini mimi mjomba, yule binti kwenye nafsi yangu hayupo kabisa, kiukweli simpendi. <laughs> Kijana wangu, sasa huo ndo mchezo wa mapenzi kama ulikuwa hujui. Maana unempenda hakupendi, na yule usiompenda ndiye anayekupenda. Hapo ndipo patamu. Lakini sasa ungeangalia thamani ya huyo mtu, amekuheshimu, ndo maana akaenda kwa wazazi, ameona ngikufuata moja kwa moja msingeelewana. Sasa basi, kijana wangu mimi nikushauri kitu kimoja, hiyo ndo nafasi ya pekee. Hembu mpende huyo sasa anayekupenda, maana mapenzi alivyo ni kama mithili ya ujenzi, huanza kidogo kidogo mpaka hufikia hatua nyumba kukamilika. Hebu mpe nafasi, na usije ukaupoteza muda, itumie nafasi hii. Sijui umenielewa, kija nangu. Moyo umechokwa, tamaa tamani moja tu, arijue moyoni mwangu yuko ye, e, asini baguwe eh, yanizidia oma, oma nizidia... Nimekuja kusikiliza wito. Ah, mimi nashukuru kwa kuniheshimu mpaka kufika hapa, ila jambo ambalo nimekuitia hapa nahitaji tu kukwambia, naomba unisamehe kwa yale yote ambayo yametokea hapo nyuma. Nimekuita hapa ili nikwambie unisamehe sana kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa sielewi ile akili ilikuwa ya kwangu au ya mtu mwingine, lakini sasa hivi nimeshajielewa na nimejigundua kuwa mimi nakupenda. Nimekuita hapa ili nikuombe msamaha, na kwa sasa hivi nipo tayari kwa lile jambo ambalo uliokuwa unalihitaji. Nipo tayari kabisa. Ducho, mbona umekuwa kafungu la kukosa? Kwa nini? Umeshachelewa Ducho, kwa muda niliokuwa na kuhitaji mimi ndo ulikuwa muda sahihi, ila kwa sasa Ducho umeshachelewa, na kama umenitia upuuzi huo Ducho, mi nikutakie mchana mwema. Sharifa afungue <mucho> kurasa uruma